Tuende kwenye vitu gani utakii kuvifanya kipindi hiki cha full moon ambayo imeangukia kwenye sign ama kwenye nyota ya Aries. Namba moja, epuka kukimbia migogoro, badala ya wewe kuikimbia face hiyo migogoro na uisolve ama uipatie suluhu. Sijui kama tunaelewana vizuri, ndio kule nilikosema mwanzo kwamba chochote ambacho kinakupa hofu usikikimbie, kiface na ukitatue kwa namna yote ile ambayo utabarikiwa kuweza. Lakini kitu cha pili, epuka kuchelewa kutoa maamuzi muhimu. Najua unaweza ukawa umejikuta kwenye mabano ya unatakiwa uamue kitu fulani ambacho kinaweza kikasaidia kitu kwenye maisha yako ama kikaongeza kitu kwenye maisha yako, lakini ukawa unapata wakati mgumu kukiamua hicho kitu ama kuchukua maamuzi kwa haraka. Kwa sababu gani? Kwa sababu una jidaut, una hofu, haujiamini sasa zima hizo sauti zote za kuwa na hofu, usiogope. Zima hizo sauti zote za kujidoubt, sikiliza intuition zako, sikiliza moyo wako unakuambia nini. Then, amua. Kadri unavyokaa sana bila kuamua, pengine ndivyo kadri utakavyozidi kuwa unaji, uh, unajidoubt na kujitilia mashaka dhidi ya hayo maamuzi yako ambayo unaweza ukayaamua. Kitu cha tatu, epuka kuogopa mabadiliko, usiogope mabadiliko. Inaweza ikawa kuna kitu kinataka kitokee kikubwa kwenye maisha yako, pengine unataka kuhamia uh, unataka kuhamishwa nje ama unataka kuhamia sehemu fulani tofauti, unataka kuhamia kazi fulani tofauti, biashara fulani tofauti, na unahisi kabisa ndani yako hiki kitu kinakwenda kubadilisha maisha yako kwa namna nzuri. Tafadhali, tafadhali, usiogope hayo mabadiliko. Lakini kitu cha nne, epuka kulala ukiwa na makunyanzi kwenye moyo wako. Epuka kulala ukiwa na hasira, epuka kulala ukiwa na visasi, epuka kulala ukiwa na chuki dhidi ya mtu ama dhidi ya kitu. Achilia, usiende navyo, kwa sababu unaenda kucreate, unaenda kufanya manifestation, unaenda kuumba hiyo chuki, hayo maneno mabaya uliolala ukiyaongea kwenye kifua chako, hao watu wabaya ambao umelala ukiwashikilia kwenye kifua chako unakwenda kumanifest, pengine unakwenda kuvuta watu wa namna hiyo ama vitu ambavyo umelala ukiviongea kwenye kifua chako, ambavyo sio vitu vizuri. Kwa hiyo lala ukiwa umeachilia, lala ukiwa na moyo mkunjufu, ambao hauna chochote negatifu. Kwa hiyo utaanza na kuondoa yale ambayo huyataki. Achilia laana za ukoo wenu, laana za kifamilia, chochote kile. Kitu cha pili, andika yale yote unaotamani kuyaondoa kama hofu hofu ya chochote kile, hofu ya mabadiliko, hofu ya kuanza upya, hofu ya kubadilisha, hofu ya kubadilika, hofu ya kutengeneza, hofu ya kuumba, hofu ya chochote kile ambacho ipo sasa hivi kwenye maisha yako, andika, unaiondoa hiyo hofu.